Chini waje wananchi kuwambia, kuna mkutano tuondoke, shuka usalimie wananchi au fungu hapo juu ni na watu wasalimie, tuondoke. Huyu atakuambia wananchi kusalimia watu, mkutano wafanye na kusalimia watu, hata kusalimia hao wananchi njiani aiaa aaepitaaia kusalimia watu bali lakini, ana haki ya hawa ni kusikilizana. Mheshimiwa Heche, shuka tu yani, hapa tumenyanyasika vya kutosha. Makamu, toka nje usalimia watu. Shuka usalimie watu. Shuka, tunakuomba, shuka usalimie watu. Shuka usalimie watu. Mkutano wa makamu mwenyekiti bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche uliokuwa ufanyike kata ya Mabadaga wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya umeshindwa kufanyika baada ya kudaiwa kuzuiwa na jeshi la polisi. Hata hivyo jeshi hilo limefafanua kuwa mkutano huo na vikao vya chama hicho havikutolewa taarifa kama taratibu zinavyoelekeza. Heche pamoja na viongozi wengine chini ya mwenyekiti wake Taifa, Tundu Lissu wapo Kanda ya Nyasa kwa ajili ya mikutano ya hadhara na kuzungumza na wafuasi wao. Machi 23 chama hicho kilizindua operesheni zake za no reform, no election, stronger together, na tone tone, ambapo baada ya uzinduzi huo vigugu hao waligawanyika katika mikoa tofauti. Mwenyekiti Lissu ameelekea mkoani Rukwa kisha Songwe, huku Heche akianzia Mbeya wilaya ya Kiera na Mbarali kisha kutua Njombe kama kuiti, kabla ya kuhitimisha ziara yao mkoani Iringa kwa mkutano wa hadhara leo Machi 25. Mkutano wa hadhara uliokuwa ufanyike Mabadaga chini ya Heche umeshindwa kufanyika baada ya jeshi la polisi kuzuia. Katibu wa chama hicho mkoani Mbeya, Hamadi Mbeyale, ameliambia Mwananchi Digital kuwa wameshindwa kufanya mkutano huo na kusalimiana na wananchi na wafuasi wao baada ya kuzuiliwa na polisi namnoko. Makamu mwenyekiti alikuwa asalimiane na wananchi na kufanyika mkutano, lakini polisi wamezuia. Tukaandaa kikao cha ndani nacho tumezuiwa. Ishu sio kibali cha polisi, kwani tulitoa taarifa. Baada ya kuzuiwa kufanya mkutano, tunatarajia kurudi hapa Mbarali ya Aprili mosi kusalimiana na wananchi, kwa kuwa walikuja kwa wingi kumuona kiongozi wao. Kuna katibu wa BAWACHA mkoa tumesikia hatu alishikiliwa, hatujapata taarifa zaidi kama kaachiwa, amesema Mbeya, mwisho wa kunukuu. Akizungumza na Mwananchi Digital kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema hawajazuia mkutano wa chama hicho na kuahidi kulitolea ufafanuzi baada ya kufika ofisini. Hata hivyo, amesema nanukuu: eneo la Mabadaga ba, ambalo walitaka kufanya mkutano sio salama, ni barabarani ambayo ba, mara kadhaa hutokea ajali. Tuombe tu vyama vya siasa katika kipindi hiki kutumia busara zaidi amesema Kuzaga, mwisho wa kunukuu. Shuka chini waaje, tuna mkutano tuondoke. Shuka usalimia wananchi au funguu hapo juu na watu wasalimie tuondoke.